Hujambo mwanafunzi, katika kipindi cha leo tutasikiliza matini simulizi kuhusu mkondo wa masomo na ajira. Mkondo wa masomo na ajira. Ilikuwa muhula wa kwanza katika gredi ya kumi tulipotembelewa na mgeni mwalikwa darasani. Mgeni alialikwa na mwalimu mkuu. Kutokana na sura yake, alikuwa amekula chumvi nyingi kichwani, alikuwa na mvi. Tulimsikiliza kwa makini kwa kuwa tulijua kuwa jungukuu halikosi ukoko tulimkaribisha kwa mikono miwili naye akaanza kunena nasi. Alitoa hotuba iliyoeleza dhahiri shahiri mikondo ya masomo ya shule kuu. Asubuhi ya leo ningependa kuchukua fursa hii kujiunga na walimu wenu kuwakaribisha katika shule kuu. Shule kuu ina gredi ya kumi hadi ya kumi na mbili. Kilicho na mwanzo huwa na mwisho. Shule kuu ndiyo mwisho wa elimu ya msingi. Elimu ya shule kuu humwandaa mwanafunzi kwa ulimwengu wa kazi, pia humpa msingi wa elimu ya juu na mafunzo katika vyuo anuwai. Katika kiwango hiki mwanafunzi huzingatia mkondo wa masomo utakao mwelekeza kwenye ajira mahususi. Mikondo ya masomo ni mitatu. Kuna mkondo wa sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati STEM. mkondo wa sayansi ya jamii, na mkondo wa usanii na sayansi ya michezo. Kila mkondo una vijikondo viwili au vitatu. Kwa mfano, mkondo wa STEM una vijikondo vitatu ambavyo ni sayansi halisi, sayansi tumizi na masomo ya teknolojia. Mkondo wa sayansi ya jamii una vijikondo viwili ambavyo ni lugha na fasihi na masomo ya jamii na biashara. Mkondo wa sanaa na sayansi ya michezo una vijikondo viwili ambavyo ni sayansi ya michezo na usanii. Baada ya kusema haya, aliendelea na ushauri. Sasa hivi, ninajua kuwa kila mmoja wenu amejiunga na mkondo mahususi. Mkondo uliochagua utakutanguliza kwa ajira. Nina hakika umechagua masomo kulingana na uwezo na matamanio yako. Ninakusihi ujifunge kibwebwe, zingatia pia maadili. Shule kuu inawapatia fursa nzuri ya kujikuza na kukuza vipawa vyenu ili kuchukua nafasi zenu katika ujenzi wa taifa. Ukifuzu kiwango hiki cha elimu, unatarajiwa kuwa raia anayejishughulisha na yanayoendelea, aliyewezeshwa na mwenye maadili. Baada ya masomo, utatarajiwa kushiriki katika ukuzaji wa taifa kijamii na kiuchumi au kujiunga na masomo ya juu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ninawatakia kila laheri. Sote tulishangilia baada ya maneno haya. Kiranja wa darasa alimshukuru mgeni kwa ushauri wake. Mwalimu mkuu alitamatisha kwa kumshukuru mgeni kwa kukubali mwaliko. Sauti ya makofi ilipasua hewa mgeni walipokuwa anatoka darasani mwetu. Asante kwa kusikiliza. Mwalimu wako wa darasa atakuelekeza zaidi.